Habari wadao, ya leo nataka kuwaonyesha uh, maonyesho haya ya Canton Fair ni maonyesho ya mara ya 137 na leo hii, kama jinsi ambavyo unaniona nyuma yetu, unaona lile bango ambalo pale limeandikwa home decorations. Kwa hiyo kwenye hizi booths ambazo tuko hapa wanauza vitu ambavyo ni mapambo ya ndani ya nyumbani kama perfume, maua eh, na vitu vingine ambavyo unaweza ukavaa kama miwani kama jinsi ambavyo unaona hapa pembeni yangu kuna miwani ambayo unaweza ukavaa nje. Ukiangalia huku ndani pia ni sehemu ya miwani, na tunaweza tukasogea hapo mbele kidogo, ukaangalia pamoja nami sababu hii ni sehemu ya decorations tu ambayo kuna saa uh, saa za ndani za nyumbani, saa za ukutani na miwani na ya, miwani ya mapambo, miwani ya kuvaa kama una shida za macho. Kwa hiyo nitaendelea kukuonyesha, nitaendelea kuonyesheni baadhi ya vitu ambavyo vinaonyesha vina, vina, vina, vina